Rita alizaliwa maeneo ya Tandale Dar es Salaam katika familia ya kawaida sana. Baba yake alikuwa dereva wa daladala, mama yake mjasiriamali mdogo aliyekuwa anauza mboga sokoni. Tangu akiwa mdogo, Rita alikuwa na ndoto ya maisha ya kifahari, magari ya kifahari, mapochi ya gharama, viatu vya disaina na maisha ya kulala hoteli zenye nyota tano. Alipofikisha miaka ishirini, alijulikana kwa urembo wake. Ngozi yake nyeusi iling'aa kama mafuta ya nazi, macho ya kuvutia yenye ujanja na tabasamu lililovutia hata walio na ndoa zao. Hakuwahi kuamini katika mapenzi, alisema, mapenzi hayalipi kodi, mapenzi hayawezi kuninunulia iPhone, mapenzi hayawezi kunivisha Gucci. Rita alianza kuwa na mahusiano na wanaume waliokwisha oa, wakubwa kuliko yeye kwa miaka mingi. Mmoja alikuwa meneja wa kampuni ya simu, mwingine mfanyabiashara wa viatu Kariakoo, na mwingine ofisa katika benki moja kubwa wote walimpenda kwa uzuri wake na jinsi alivyowavutia kwa maneno matamu, lakini ndani ya moyo wake hakuwapenda hata mmoja. Alikuwa na daftari lake la siri lenye majina ya kila mwanaume aliyewahi kumpa pesa, zawadi au huduma. Alikuwa mjanja, kila mwanaume alipewa muda wake na hadithi tofauti, na Rita alijua namna ya kuwatumia bila kugundulika. Siku moja, alipokea simu kutoka kwa mke wa mmoja wa wapenzi wake. Wewe ni Rita si ndio? Ujue mume wangu anakupenda, lakini usifikirie utaendelea kumchezea. Umecheza na mabwana wa watu wengi sana, lakini mimi si kama wao, subiri tu. Rita alicheka, hakuwa na wasiwasi, hakuwa mara ya kwanza kutishiwa. Wivu tu wa kawaida, alisema akiwa saloni akichorwa kucha. Lakini siku chache baadaye, mambo yalianza kubadilika. Mmoja wa wanaume aliokuwa nao alimfukuza ghafla, akisema mke wake aligundua kila kitu. Mwingine alipigwa na mke wake hadharani. Rita akiwa ndani ya gari lake, kwa mara ya kwanza alihisi aibu, lakini bado tamaa haikumwacha. Aliamua kwenda mbali zaidi kutafuta mwanaume mpya asiye na rekodi yoyote na aliye tayari kumpa kila kitu. Wakati anatembea maeneo ya Mikocheni, alikutana na kijana mweusi mrefu mwenye sura ya kuvutia, lakini asiye na maneno mengi. Alivaa mavazi ya kawaida, lakini alionekana kama mtu mwenye siri nzito. Alimtambua kama Brian. Brian alimwambia tu mimi sihitaji kukupenda, sitaki nikupotezee muda, nataka nikusaidie kutimiza tamaa zako zote, mradi tu uwe upande wangu. Rita alishangaa, hakujua maana ya uwe upande wangu, lakini alivutiwa. Alikuwa tajiri kimya. Gari lake lilikuwa la kifahari, lakini halikuwahi kuonekana tena barabarani. Aliishi nyumba kubwa, lakini hakuna jirani aliyewahi kumwona akitoka. Ndipo mahusiano yao yakaanza. Alimpa kila kitu, simu mpya pesa taslim safari za Zanzibar na Dubai, lakini Rita hakujua kuwa maisha yake yalikuwa yanaingia gizani polepole pole. Brian alikuwa tofauti, hakuwahi kumuuliza Rita yuko wapi, anazungumza na nani, wala kama ana mwanaume mwingine. Mara ya kwanza Rita alishangaa, huyu mtu hanionei wivu, hana hata chembe ya mashaka. Lakini kila alipojaribu kumpima kwa makusudi, kama kuchelewa kurudi au kumsignisha mwanaume mwingine kwenye simu, Brian hakuonyesha dalili yoyote ya hasira. Hili lilimfurahisha Rita, alijisikia huru kwa mara ya kwanza, alihisi yupo kwenye uhusiano asiyolazimika kujificha au kujieleza. Ndani ya miezi miwili, Rita alikuwa amehamia kwa Brian, nyumba ya kisasa iliyojaa samani za kigeni. Alikuwa na chochote alichotaka: vitambaa vya hariri, viatu vya gharama, pochi za Gucci na hata walinzi wawili walioonekana kimya sana, waliovaa sare nyeusi muda wote. Kila asubuhi kulikuwa na maua mapya mezani. Kila usiku Brian alimpeleka kwenye mgahawa tofauti, lakini wa ajabu sana ni kwamba kila mgahawa walikula ulikuwa hauna watu wengine. Kama dunia hii ni yako, kwa nini uigawanye na wengine? Brian aliuliza akimkazia macho Rita kwa utulivu wa kuogofya. Rita alizidi kuzoea maisha hayo, alianza hata kusahau marafiki zake wa zamani. Simu yake ilijaa jumbe zisizosomwa. Rita, tumeona picha zako, huyo mtu anakupa nini? Rita, uliniambia utanisaidia kupata kazi. Umenitupa dada yangu, unanikimbia. Lakini aliweka kimya. Maisha yake sasa yalikuwa mengine. Usiku mmoja aliamka ghafla saa nane usiku, alihisi baridi kali isiyo ya kawaida. Akapinduka kitandani, lakini Brian hakuwepo. Akasimama polepole na kuelekea sebuleni. Aliona mlango wa chumba cha chini ambacho alikatazwa kuingia siku zote umefungwa, lakini ukivuma kwa upepo usio wa kawaida. Alipojua Brian hayupo, alikata shauri afungue, lakini aliposogea karibu simu yake ikaita. Ilikuwa Brian. Rita, usithubutu kuingia humo, na ukitaka maisha haya yaendelee usiulize maswali. Alihisi mwili ukitetemeka, lakini akajifariji kwa utulivu wa sauti yake. Labda ni chumba cha ofisi tu, alijidanganya. Wiki mbili baadaye, Brian alimchukua Rita na kumpeleka kwenye hoteli ya kifahari nje ya jiji. Walifika usiku, walipokelewa na watu waliovaa mavazi meusi, sisare bali mashuka marefu yaliyofunika miili yao kabisa. Hakukuwa na kelele, hakukuwa na muziki, lakini kila mtu alikuwa akitabasamu kwa namna isiyoelezeka. Leo ni harusi yetu Rita. Sitaki kuwa na wewe kwa muda tu, nataka tuungane milele. Rita alishangaa, lakini aliingiwa na furaha isiyojieleza. Ananioa bila mimi kumuomba, bila masharti bila hata kujua historia yangu mungu wangu nimepata bahati ya kipekee alivaa gauni jeupe alilopewa halikuwa lake lakini lilimtosha kama limebuniwa kwa ajili yake harusi ikafanyika kimya usiku huo chini ya mti mkubwa wa miujiza mashuhuda wote walikuwa wamevaa vinyago na hakukuwa na mpiga picha hata mmoja alifunga ndoa alikubali pete hakujua hata jina halisi la bwana harusi wake alikubali kila kitu kwa sababu ya tamaa baada ya harusi hiyo ya ajabu Rita alirudishwa nyumbani akiwa amejaa furaha ya ajabu. Alikuwa sasa ni Mrs. Brian. Nyumba ile ile, samani zile zile, lakini sasa kila kona ilikuwa imepambwa kwa maua meupe, mishumaa mirefu na mapambo yaliyomletea hisia ya starehe ya milele. Lakini kuna kitu kilibadilika. Walinzi wake wawili waliokuwa wakimlinda bila kusema walibadilishwa. Aliwakuta watu wapya, wanaume warefu sana, wenye miili minene ya ajabu, walionyamaza kama sanamu. Walikuwa wakimwangalia kwa macho yasiyokubali kupepesa hata kidogo. Brian, hawa watu wapya ni walinzi wa wapi tena? Ni familia yangu. Baada ya ndoa yetu, wao sasa ni sehemu ya maisha yako, watakulinda, watahakikisha uko salama. Lakini hakuna aliyesema neno hata moja wote walionekana kama watu wasiopumua waliosimama tu kama mizimu. Usiku mmoja Rita aliota ndoto. Alijikuta amevaa gauni la harusi lililojaa matope, alikuwa anatembea kwenye msitu mweusi, alikuwa peke yake, huku sauti ikimwita toka mbali, ulichotaka umekipata, lakini kilichojificha kitakutafuna. Alipoamka alipiga kelele kwa hofu. Brian hakuwepo, hakukuwa na mtu ndani ya chumba chao. Alitoka nje ya chumba akakutana na mmoja wa wale walinzi wapya akiwa amesimama mlangoni kama alivyokuwaga. Lakini ghafla alimkazia macho, macho yake yakiwa mekundu na uso wake ukibadilika kwa sekunde chache kuwa wa kiumbe kisichoelezeka. Rita alipiga kelele, lakini alipopepesa macho tena alikuwa kama mtu wa kawaida. Labda ndoto tu, alijifariji, lakini moyoni alihisi kitu hakiko sawa. Siku moja, akiwa peke yake, alipita sebuleni na kugundua kuna mlango mwingine mdogo nyuma ya maktaba alikuwa hajauona awali. Alisogea, akajaribu kuufungua, lakini haukufunguka. Ulikuwa na maandishi ya ajabu juu yake, ya lugha ambayo hakuweza kuisoma. Usiku huo alimuuliza Brian, ule mlango kwenye maktaba unaelekea wapi? Brian alimtazama kwa muda mrefu, kisha akasema kwa sauti ya upole, ukifika wakati utaelewa kila kitu, lakini hadi wakati huo usijaribu kuufungua. Kuna mambo si ya kila mtu kuyajua. Kauli hiyo ilimpa wasiwasi. Tangu lini nyumba ya ndoa iwe na milango ya siri yenye maandishi ya ajabu? Rita aliamua kutembelea dada yake mkubwa Manka, ambaye hakuwahi kumwambia kuhusu harusi. Walikutana hotelini, mbali na macho ya watu. Rita, hivi kweli umeolewa bila kumwambia mtu yoyote, bila hata taarifa? Sikuwa na muda wa kupanga, ilitokea tu. Na huyo mumeo anatoka wapi? Wazazi wake, ndugu zake, sijawahi kuwaona. Lakini ni mtu mzuri sana, anaishi kama malaika. Malaika au kitu kingine? Kauli ya dada yake ilimgusa mara ya kwanza, aliwaza, je, kuna kitu mimi naishi nacho nisichokijua? Lakini aliporudi nyumbani, Brian alimkaribisha kwa maua na chupa ya divai ya hariri. Alimsahau dada yake, tamaa ikamfunika tena. Usiku mmoja, Rita aliamshwa na kelele kutoka kwenye korido ya ghorofa ya chini. Ilikuwa ni sauti ya kunguruma kwa mbali ikichanganyika na sauti za watu wakizungumza kwa lugha ya ajabu kama za Kilatini au lugha ya kale isiyofahamika. Alitoka kitandani taratibu, alivaa malapa na kuanza kushuka ngazi, akafuata sauti hizo kwa woga. Zilimpeleka hadi karibu na ule mlango wa maktaba, ule wenye maandishi yasiyosomeka. Lakini alipofika sauti zilikoma ghafla. Aliposogea kuangalia chini ya mlango aliona kitu cha ajabu sana, kivuli cha miguu sita midogo na mikubwa iliyokuwa inatembea polepole pole kwenye giza. Akasikia mtu akisema kwa sauti nyororo, yuko tayari lakini bado hatujamgusa. Rita alirudi juu kwa kasi, moyo ukidunda kwa hofu. Alipofika kitandani, Brian alikuwa hapo, amevalia suti nyeusi, akiwa anasoma kitabu. Mbona unatetemeka? nimesikia kelele, alisema kwa sauti ya woga. Labda ni ndoto, lala mpenzi, kesho tuna safari ya ghafla Asubuhi walielekea kijiji kimoja kilichoko pembezoni mwa milima ya Usambara. Barabara ilikuwa tulivu, lakini kila kijiji walichopita hakukuwa na mtu hata mmoja. Hakukuwa na watoto wakicheza, hakuna ng'ombe wala mbuzi, ilikuwa kimya cha ajabu. Hiki kijiji kimehama? Rita aliuliza. watu wake wapo salama, Brian alijibu, huku akiendesha Walifika kwenye nyumba kubwa ya zamani yenye miti mikubwa ya miiba kuizunguka. Kulikuwa na jiko la mawe lililowashwa tayari, na ndani ya nyumba kulikuwa na harufu ya manukato makali yenye ladha ya udongo na gundi. Ndani walikutana na mama mzee aliyevaa vitenge vizito, macho yake yakiwa na kijani kilichong'aa kama jani jipya. Hakuongea, alimtazama Rita tu kwa muda mrefu. Yeye ndiye aliuliza, yule mama mzee. Ndiyo, Brian alijibu, basi imeshaandikwa. Rita alishtuka. Imeshaandikwa? imeandikwa nini? Brian alimtazama na kusema usijali, ni mila tu za familia yangu, kila mke huletwa hapa mara moja tu. Lakini moyo wa Rita ulianza kupiga kwa kasi, kitu kilikuwa si sawa. Usiku waliporudi mjini, Rita aliamua kupekua kwa siri. Alipokuwa chooni, aliangalia kwenye kabati la chini ya sinki na akakuta kioo kidogo, lakini cha ajabu, hakikuonyesha sura yake, kilikuwa tupu. Alienda chumbani akiwa amekishika, akaenda mbele ya kioo kingine ukutani, sura yake ikaonekana. Alirudi kwenye kile kioo kidogo, akakiangalia tena, hakukuwa na picha yoyote, kama hakuwapo kabisa. Kwa mshangao, aliweka mkono nyuma ya kioo, akakiona kiko moto. Alikipaisha kidogo, na ndani yake palikuwa na maandishi, mwenye haya macho hawezi kuona ukweli. Akatetemeka, lakini aliposikia Brian akipiga hodi, alikificha haraka. Wiki moja baadaye, Rita alianza kuumwa mwili wake ulikuwa unachoka kila siku. Alianza kuona ndoto zinazojirudia za damu, pete na wanawake waliovaa majivu wakimuita dada yetu watano. Alipoenda hospitali, daktari mmoja alimshauri afanye vipimo vya kawaida. Baada ya saa moja, alipomwita chumbani, alimtazama kwa mshangao. Umesema umeolewa? Ndiyo, lakini mwili wako hauna hata alama ya tendo la ndoa, na samahani kusema, hauonekani kama binadamu wa kawaida. Kwa vipimo hivi, mengine yamechanganyika. Hili ni jambo la ajabu sana. Rita alitoka hospitali akiwa hana nguvu, dunia yake ilianza kuyumba, lakini bado alikuwa hajakubali ukweli. Aliamini anaweza kudhibiti kila kitu, mpaka pale ukweli utakapovunja pazia. Rita alirudi nyumbani ya kihema, moyo wake ukidunda kwa kasi. Aliingia chumbani na kujifungia, akatazama kioo tena, kile ambacho hakimwonyeshi mara hii. Aliweka kiganja chake juu yake na maandishi yakatokea tena. Mwenye haya macho hawezi kuona ukweli. Ili kuona, toa tamaa. Kwa hasira, alikirusha chini kikavunjika vipande. Ghafla nyumba nzima ikazimika taa, usiku ukawa mnene, kimya kikatanda. Kisha mlango wa maktaba ukaanza kufunguka polepole pole, bila kuguswa. Rita akiwa na uoga mwingi alisogea, akishikwa na hali ya mshituko usioelezeka, akiwa hajui kwa nini, akavuta mlango huo wa ajabu. Ndani kulikuwa giza tupu, lakini giza lililokuwa hai. Aliingia ndani kulikuwa na sakafu ya jiwe baridi na harufu ya damu iliyokauka. Kulikuwa na sanamu za wanawake waliopigwa magoti, wote waliovaa nguo nyeupe zenye doa la damu kifuani. Mbele kulikuwa na kiti cha kifalme cha mawe meusi, na pale alipoketi alikuwepo Brian, lakini hakuwa Brian. Macho yake yalikuwa mekundu kama makaa ya moto, ngozi yake imeanza kung'aa kwa weusi wa majivu, na miguu yake ilikuwa ya mnyama nyuma yake mikia miwili mirefu ilitikisika kama nyoka wa kivuli. Karibu nyumbani, malkia wangu, alisema kwa sauti ya sauti mbili, moja nyororo, nyingine nzito kama chuma kinachovunjika. Rita alitaka kukimbia, lakini milango ilishajifunga. Ukuta wa nyuma ukaanguka, ukimwonyesha wanawake wengine watano waliokuwa wamefungwa mikononi na miguu, wote wakiwa kimya, macho yao yakiwa yametoa machozi ya damu. Hawa wote walikuwa na tamaa kama yako, alisema jini Brian kila mmoja aliingia kwa hiari, hakuna aliyelazimishwa, na sasa ni zamu yako. Rita alilia, alilia kama mtoto. Alikumbuka simu za marafiki alizopuuza, alikumbuka mama yake aliyemlilia asirudi usiku mmoja, alikumbuka kila mwanaume aliyemvua heshima yao kwa pesa. Sikujua, sikujua. Sasa unajua, lakini ni mwisho wako. Alinyanyuka na kujaribu kukimbia, lakini sakafu ilianza kujivunjika kila alipopiga hatua sakafu ilizama kama mdomo wa kuzimu. Sauti za wanawake waliolia kabla yake zikaanza kusikika ukutani. Tamaa yako ndiyo mkataba wako, ulivyoishi ndivyo utakavyokufa. Brian alitembea polepole hadi alipomfikia, aliinua mkono wake na kugusa paji la uso wake. Gafla rita alijikuta amevaa mavazi meusi, sura yake ikianza kubadilika, miguu yake ikawa mizito, midomo ikakauka na macho yake yakawa meusi kabisa, bila weupe. Kama ulivyotamani maisha ya kifahari kwa kutumia miili ya wenzako, sasa fahamu thamani ya nafsi. Ndipo dunia yake ikageuka kuwa giza. Rita hakurudi tena. Wale waliomjua walibaki na maswali. Simu yake ikawa haipatikani, nyumba yake ilipofuatwa haikupatikana tena pale ilipokuwa, kama haijawahi kuwepo. Funzo: usijaribu kuuza thamani yako kwa tamaa ya vitu.